Habari rafiki yangu, karibu tena kwenye mafunzo sifuri nne, chaneli yako ya mafunzo yenye thamani kubwa. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali mbali ya kutusaidia kubadilisha maisha yetu, mafunzo ya kifedha, mafunzo ya kitabia na simulizi zenye mafunzo makubwa ambayo yanagusa maisha ya kila mmoja wetu. Kama wewe ni mgeni kwenye familia hii ya kujifunza, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kwa sababu hapa tunajenga maisha bora pamoja, tunakuwa pamoja na tunabadilika pamoja. Leo tumekuletea kitu cha kipekee kabisa. Hatutazungumza tu kwa mafunzo ya kawaida, bali tutasafiri kupitia tamthilia ya maisha, simulizi ya kusisimua mno yenye funzo la kweli kuhusu tamaa na mali. Ni hadithi ya kijana maskini aliyetamani utajiri kuliko kitu kingine chochote, akaingia kwenye njia za giza, akapata mali nyingi, akaheshimiwa lakini mwishowe tamaa yake ikamwangusha vibaya mno. Kwa hiyo kaa vizuri, sikiliza simulizi hii kwa makini, na karibu tujifunze pamoja kupitia tamthilia hii ya kipekee, Kiti cha Dhahabu. Sehemu ya kwanza: umaskini na tamaa. Kulikuwa na kijana aitwaye Ramadhani. Alikulia katika familia maskini sana kijijini. Nyumba yao ilikuwa ya udongo, paa lilivuja kila mvua na mara nyingi walilala njaa, lakini moyoni mwa Ramadhani kulikuwa na ndoto moja kubwa: kuwa tajiri na kuheshimiwa. Siku moja alimwambia mama yake: Mama, nimechoka kuishi hivi, nataka nipate pesa nyingi, nipande magari makubwa na watu wanishangilia barabarani. Mwanangu, pesa si kila kitu, pesa zisizo na baraka hazikai. Fanya kazi kwa bidii Mungu atakubariki. Ramadhani kwa hasira, mama, kazi ya jembe haitanivalisha gari, nimechoka kuwa maskini. Maneno ya mama yake hayakuingia moyoni mwake. Ndani ya roho ya Ramadhani mbegu ya tamaa ilianza kuchipua. Sehemu ya pili: Njia za Giza. Ramadhani alipokuwa kijana, alikutana na mtu mmoja hatari aitwaye Mzee Tindo. Huyu mtu alijulikana kijijini kwa kuwa na pesa nyingi, lakini watu walinong'ona kuwa mali yake ilitokana na njia zisizo halali. Mzee Tindo alimwambia kijana, dunia hii si ya wanyonge, kama hutaki kubaki maskini njoo upande huu, kuna pesa nyingi, pesa zinazokuja haraka kuliko jasho la jembe. Ramadhani akakubali, akaanza na wizi mdogo mdogo Baadaye akaingia kwenye biashara kubwa ya magendo, dawa za kulevya na rushwa. Ndani ya miezi michache, maisha yake yakabadilika ghafla. Akavaa nguo ghali, akapanda pikipiki mpya, akawa na marafiki wengi waliomzunguka kwa sababu ya pesa. Lakini tamaa yake haikuridhika, alitamani zaidi na zaidi. Sehemu ya nne: mapenzi na usaliti. Ramadhani alipata kila kitu lakini alihisi bado kuna kitu hakina. Alisema, "Sasa nataka mke wa kifahari, si mwanamke wa kawaida." Akamchagua Aisha, binti mrembo wa mjini. Harusi yao ilikuwa ya kifahari kupita zote. Ramadhani alimhonga zawadi, safari za ndege na pete za dhahabu. Lakini Aisha hakupenda moyo wa Ramadhani bali pesa zake tu. Kadi tamaa ya Ramadhani ilivyoongezeka, ndivyo alivyokuwa mkali na mwenye dharau. Aliwatesa watu wake wa karibu, akisaliti marafiki zake, na hata alipoona mtu anamzidi, hakusita kuua. Ramadhani akawa mtu wa tamaa na damu. Sehemu ya tano: Anguko. Lakini kama methali isemavyo, Kilele cha mlima si mwisho wa safari, ni mwanzo wa kushuka chini. Washirika wa Ramadhani walimgeuka, askari wakamvizia, mali zake zikakamatwa zote: magari, nyumba, biashara. Mke wake Aisha alitoroka na pesa zake za mwisho, akimwacha peke yake. Marafiki waliokuwa wakimwita mheshimiwa walipotea. Siku moja alikamatwa na kufungwa ndani ya seli baridi akiwa hana chochote, alianza kukumbuka maneno ya mama yake: mali ya giza haina mwisho mwema, mwanangu, pesa isiyo na baraka ni mzigo. Machozi akamtoka, moyo wake ukajaa majuto, lakini ilikuwa imechelewa. Hitimisho. Rafiki yangu, hadithi ya Ramadhani ni kioo cha maisha yetu. Tamaa ya mali haraka haraka haina mwisho mwema. Utajiri wa kweli ni amani ya moyo, heshima ya jamii na baraka za Mungu. Mali isiyo na baraka hukaa kama kivuli, huondoka haraka na kukuacha mtupu. Kwa hiyo usiruhusu tamaa ikutawale, chagua njia ya haki, njia yenye baraka. Hata kama ni ngumu, mwisho wake ni utulivu na heshima ya kweli. Kama umependa simulizi hii, tafadhali subscribe kwenye at Mafunzo 04. Share na rafiki zako na uache maoni yako pale chini. Asante kwa kutazama na kumbuka, baraka ya kweli haiji kwa tamaa, bali kwa moyo safi. Mali ya giza haina mwisho.